Kama ungeshiriki kula dagaa zangu ningekuua hapa. Sija kupiga nimekutekenya. Ningeamua kukupiga, usingekuwepo hapa. Kama wewe ni Mkristo, basi nenda kanisani na kama wewe ni Muislamu, nenda msikitini, na kama unasali basi sali sana, na kama unaswali basi swali sana. Naitwa Mgalu. Mzee wa, mzee wa Mtekenyo. Enjoy your day. Yaani kakaangu amepotea hii ni wiki sasa. Taarifa unanipa leo kweli? Eh? Hii haikubaliki kabisa. Utanieleza kakaangu alipoenda, kwa sababu umeshindwa kunipa taarifa mapema. Ina maana siwezi kukuamini chochote. Hili swala sio kwamba mimi mi silifuatilia, nilifuatilia kabisa, na ninaniuma sana mume wangu kupotea. Na hili swala nimemshirikisha hadi mjomba wangu, na sasa hivi sasahivi mjomba wangu analifuatilia lakini mpaka sasa mjomba wangu hata hajaniletea majibu lakini wifi, mimi naona tu, na mume wangu atapatikana. Sio na haraka. Hivi wifi, mjomba wako anaweza akawa na uchungu na kaka yangu kweli kuli kama mimi, eh? Mjomba wako hawezi kuwa na uchungu, mimi ndo nina uchungu na kaka yangu. Kama unajua uchungu wa mume wifi, mi naujua uchungu wa ndugu. Kwa hiyo mimi sikubali, sasa hivi unipeleke huko alikopotelea kaka yangu ili nikamfate kwa sababu naona hujishughulishi chochote umetulia tu. Lakini wewe usiwe na haraka, naa atapatikana tu, punguza jazba. usiwe <coughs> na haraka wii, yule ni ndugu yangu, sio mtu baki. Wewe unaweza usiwe na haraka ya kumtafuta kwa sababu unaweza ukapata mume mwingine, lakini mi ndugu siwezi kupata mwingine. Twende ukanipeleke bwana, mi siwezi kutulia. Sasa sidhani kama kuna shida yoyote, kwa sababu mimi ni vijana na napaso litafti naosaka. Sasa ku kuhusiana na muonekano wangu jinsi nilivyo maisha nilochagua, sio sioekaa kuna shida Shabani. Kumbuka wewe ni mtoto wa Kiislamu na umepata kabisa mafunzo ya dini yetu. Unajua kabisa fika fika dini yetu inahitaji nini, na hasa kwako wewe, mtoto wa Kiislamu, unatakiwa kuwa katika mazingira gani na kuwa katika muonekano gani? Sisi Mwenyezi Mungu hajatuumba kuangaika na dunia. Mungu ametuumba kwa ajili ya kufanya ibada. Ibada ndo msingi wa kwanza wa kuumbwa kwetu sisi. Kumbuka, Mwenyezi Mungu anasema laiti kama wanadamu tungekaa chini na kumwabudu na kufuatisha yale ambayo tunayataka sisi, tungeishi kama ndege, yani manake tungekula, tungekunywa, kwa sababu kila kitu ambacho unakifanya kwenye hii dunia, riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kutoa riziki zaidi ya yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Sasa wewe unahangaika na dunia, dunia inakuadaa eh? Angalia muonekano wako, dini haisemi hivyo, hebu badilika kufatisha yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka utaishi maisha vizuri, Mwenyezi Mungu atabariki hata hizo riziki zako ambazo unazitafuta hmm. Sawa, so stazi, mimi nimekuelewa, lakini na unapaswa utambue kuwa huo mfumo wa maisha ambao mimi nimeuchagua, hii ndio njia mwenye ananipatia mimi pesa kwa muonekano wangu huu, na jinsi nilivyochagua mimi ndivyo ninavyomiliki maisha yangu. Sawa Shabani, lakini nataka nikutazalishe kitu kimoja. Dunia hii mwenye nayo yupo na si mwingine ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haina maana kwamba kutafuta kwetu riziki tumkosee yeye muumba wetu, ambaye aliyakuwa yeye ndo anatoa hizo riziki ambazo sisi tunaziangaikia. Hebu tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Allah ndo mjuzi wa yote kuliko sisi ambavyo tunataka kujua. Yeye ndo ameumba hii dunia ndo ametuumba sisi, ndo anajua riziki zetu zinapatikana vipi, tutaishi vipi, tutafanya nini. Hakuna hata siku moja ambayo Mwenyezi Mungu amewahi kuiacha hii dunia. Kwa hiyo dunia isitushughulishe mpaka tukamsahau Mwenyezi Mungu. Umenisikia Shabani? Malim vipi? Malim. Malim. Vipi, no. Vipi? Unamwona yule bwana? Hisia zangu zinaniambia yule ni mtu mwenye elimu kubwa sana ya dini. Lakini anaitumia vibaya sana dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na huu ni msiba mkubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Shabani, azani inalia, tutatoka. Oh, kwa sikio au hivi? Ndio hapa zipotelea mme wangu sasa? Kama ndio hapa, si unge basi kuna shida gani jamani? Si so ugonge, lakini hivi wifi, mbona sikuelewi? Unaongea tu kimapozi mapozi. Mtu unapotelewa na mme wako kweli eh? Wewe una you... huzuni kweli wewe? Mbona sikuelewi mimi? na wasiwasi na wewe wifi. Wenyewe odi odi, sasa itakuwa ametoka, labda hayupo. Sasa itakuwa ameenda wapi Mi sielewi wifi, unajua hii ni changamoto kubwa, kaka anapoteaje? Mazingira ya kutatanisha hapa, na alikuja kufanya nini huku? Sasa wifi, mbona kama unanifokea tena? Mimi sio kwambia mme wangu kapotelea hapa kwa, kwani mimi sina uchungu na mme wangu? Mbona unaonekana kama unanitaka kunifokea? Sizani kama una uchungu na mme wako wifi, kama ungekuwa na uchungu usingekuwa katika hali hiyo, yani unaonekana kabisa una furaha kabisa eh? eh. Wifi mi sikuelewi, yule ni ndugu yangu, mi ndo na uchungu naye, sio kwambia ndo hapa, umegonga ayupo basi atakuwa ametoka. Uelewe kitu gani? Kwa hiyo sasa sisi tunafanyaje? Basi ndio hapo. Kwa hiyo sasa itabidi tumsubiri muda wote atakaorudi. Mimi niko hapa, mimi siwezi kuondoka bila kakaangu, na sielewi chochote kwa sababu wewe, nakuwa sina imani na wewe Kiukweli sikuelewi, kwa sababu unaweka tu mapozi, mara sijui wapi, hapo ndo alipopotelea hivi? Kweli mtu ambaye ana uchungu na mume, hiyo angekuwa kakaako. Sababu unajua kama ni mume unaweza kumpata mwingine. Kwa nini mimi? Nimekataa kitu gani? Si ukatumsubiri jamani, eh? Mimi nitakaa, lakini mimi siondoke hapa bila kakaangu. Sawa wifi, wifi Ziwa, yaani kwa kusema hivyo unataka kumaanisha nini? Sijakuelewa Ziwa. Hata mi pia sielewi, manake amenipigia simu, ameniambia kwamba na matatizo, nafika hapa nakuta mlango wake umefungwa. Ah, unajua hata mi nilimpigia simu lakini simu yangu hajashika kabisa. Sasa nikuulize wewe, baada ya kufika hapa, baada ya kuona mlango wake umefungwa, ulimpigia simu? Ndiyo, baada ya kufika hapa nilimpigia simu, lakini chakushangaza ja aniambia o kwenye basi naelekea mkoani na nilipomuuliza shida nini, akaniambia kwamba anaogopa, lakini ameniambia akifika nyumbani kwao, atanipigia simu anaelezea shida yake nini. Jesus. Jesus. <laughs> In Jesus. Sasa mi nataka nikwambia kitu kimoja, naelewa vizuri, huyo Anita ni mwongo, Anita ni mjanja mjanja. Hapo ametengeneza mazingira ya kunikimbia na kujifanya kama ananimwaga, lakini mimi simwagiki. Sasa, kwa taarifa yake, kuanzia leo mimi Anita na mtired nimemkwizi Yaani, kwa kwa Kiswahili nimemwacha. Na mimi nikwambie tu, katika maisha yangu, mtoto yangu, ilikuwa nikuwa na wanawake weupe. Yaani mimi nilitakiwa ni wewe mwanamke mweupe kama wewe ulivyo rangi yako, ndio mimi, ndo wanawake zangu wanatakiwa wawe hivyo. Mimi kwa Anita kama nilipotea njia kwanza. Anita, kibichwa chake ni kidogo kama ndimu ana kibichwa fulani hivi ambacho hakina mpangilio, yaani mstatili sio mstatili, triangle sio sioaa triangle. Vizuri, lakini hebu angalia kibicho chako kilivyo, yaani una kibichwa fulani hivi kama kibasketball. Umeiona hiyo? <laughs> E, na kibichwa fulani yaani, e, kama kiembe fulani kilichoiva, embe dodo <laughs> sio kama vile, kama sio embe sindano. Embe sindano ndo kibichwa cha nani sasa? Ndo cha Anita. Kwanza usichokijua, Anita mimi alimtongoza, anazimisha sana, nakupenda mimi siwezi kuishi bila wewe. Akataka kujiua, kuna siku afutaka kujiua, mimi ndo nikafanya maamuzi ya kumsaidia hivyo unajisikia hicho nachoongea, hmm? mi shimeji yako, unawezaji kuwa na mapenzi na shimeji yako? Alafu nisikize muungwana, na kuheshimu nawe uniheshimu. Kwa taarifa yako bwana, mimi sio muungwana. Ela vizuri, we umekosea. Mimi ni mtu mkubwa sana katika hii taifa, wewe hujajua tu, na nina cheo kikubwa sana mimi. Watu wote wananijua, labda nikutambulishe. Wee ambao nijui unanena tu, nimevaa hapa na kipenzi hapa, unaita tazarau hapa Ito nani? mapigamia hayo naonyesha kabisa una njaa. Kwa taarifa yako mimi naitwa Baharesa. Hey, embe nashtuka, yaani vile viwana vyote vya karoti ta nani? Nini? Nanii nini hivo nini? Nini? hivo nini unga ngano ela vizuri sio nini hivyo vyote, juisi natengeneza mimi. Kwa hiyo kuanzia leo baby, mpenzi wangu, tutakuwa pamoja.

Uliniona kwenye maono yako. Sasa nipo karibu. Unaweza kunichambua vile utakavyo.